Ikiwa ni baada ya kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, ipo taarifa ambayo kwa sasa inaendelea kusambaa sana kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, na taarifa hii nitakusomea baada ya kusema haya. Tuisome kwanza taarifa ambayo imeweza kutolewa na Yanga mapema majira ya jana, tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano kabla sija kusomea taarifa ambayo inazunguka sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuhusiana na dabi ambayo inatarajia kuja kupigwa hapo mbeleni, baada ya kuahirishwa mnamo tarehe nane ambayo ilitakiwa iwe siku ya Jumamosi. Sasa taarifa ambayo imeweza kutolewa na klabu ya Yanga jana kupitia peji zao za mitandaoni, waliweza kutoa taarifa ambayo ilikuwa inasomeka kama ifuatavyo, ngoja nikusomee taarifa. Kwa umma, kamati ya utendaji ya Yanga chini ya rais mhandisi Hesh Saidi imefanya kikao cha dharura leo tarehe 9 Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa njia ya mtandao kujadiliana na kukabiliana na mambo yafuatayo. Kwanza, uongozi wa Yanga unatoa pole kwa wanachama, mashabiki, wapenzi, wadau wa mchezo ampiru, wa mpira wa miguu waliosafiri kutoka sehemu mbalimbali duniani na kushindwa kushuhudia mechi yetu dhidi ya klabu ya Simba iliyokuwa ifanyike tarehe nane ya mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Klabu ya Yanga ilifanya maandalizi yote ya mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni ikiwemo kushiriki kwenye kikao cha maandalizi ya mechi MCM kilichofanyika tarehe saba Machi mwaka elfu mbili na ishirini tano majira ya saa nane mchana kwenye hoteli ya Spice jijini Dar es Salaam. Kwenye kikao hicho ambacho kilihudhuriwa na klabu ya Yanga na Simba, wasimamizi wa michezo ikiwemo mratibu wa mchezo, afisa usalama wa michezo, mtathmini uamuzi, kamishna wa mchezo na no watendaji wa bodi ya ligi kuu. Klabu ya Simba haikutoa taarifa kutaka kutumia uwanja wa Mkapa siku moja kabla ya mchezo husika kwa ajili ya kufanya mazoezi kama kanuni inavyoruhusu. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe saba Machi mwaka 2025, klabu ya Simba iliwasili katika uwanja wa Mkapa ikiwa na magari kadhaa kwa ajili ya kufanya mazoezi huku wakifahamu hawakuwa wamefuata taratibu za kupata haki yao ya, ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye taarifa ya bodi ya ligi kuu, ikiwemo kuleta ombi hilo kwenye MCM, kuwasiliana na msimamizi wa mchezo, meneja wa uwanja, wala timu mwenyeji ambayo ni Yanga. Mamlaka ya uwanja ilikataa kuwaruhusu kuingia ndani ya uwanja kwa sababu hakukuwa na taarifa wala maandalizi yoyote yaliyofanywa kwa ajili yao. Na baada ya kuwepo kwa sintofahamu hiyo, klabu ya Simba iliamua kuondoka uwanjani hapo. Usiku wa kuamkia siku ya mchezo tarehe nane Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano, klabu ya Simba ilitoa tamko rasmi la kugomea mchezo huo kwa vigezo cha kutopata nafasi ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi huku wakielewa dhahiri kwamba hawakuwa wamefata taratibu. Hiyo ilikuwa ni taarifa ambayo ni slide ya kwanza kupitia page ya Instagram. Ngoja nikusomee slide ya pili ambayo taarifa hiyo ilikuwa inaendelea kama ifuatavyo, mina nukuu. Slide ya pili ikiendelea ikasema ya kwamba, huku kukiwa na taharuki kwa wapenzi wengi wa soka kuhusu uwepo wa mchezo huo baada ya tamko hilo la klabu ya Simba asubuhi ya tarehe 8 Machi mwaka 2025, mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto alinukuliwa na vyombo vya habari akitoa wasiwasi na kuhakikishia mashabiki waende uwanjani kwa sababu ratiba ya mchezo huu namba 184 iko pale pale, hakuna kilichobadilika. Lakini licha ya tamko hilo la mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu, mchana wa siku hiyo hiyo tarehe 8 Machi mwaka 2025 kamati ya uendeshaji ya ligi kuu ambayo mwenyekiti wake ni Steven Nguto ilitoa taarifa ya kuhairisha mechi namba 184 kinyume na taratibu na kanuni zinazoendesha ligi kuu. Kutokana na maelezo ya hapo juu, ufuatao ndio msimamo wa kamati ya utendaji wa Yanga. Namba moja, klabu ya Yanga kupewa haki yake ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja inagomea mechi namba mbili kamati ya utendaji ya Yanga imekubaliana kutoshiriki mchezo namba 184 kwa tarehe yoyote itakayopangwa. namba tatu kutokana na mfululizo wa uvunjifu wa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya uendeshaji ya ligi kuu nchini, mwenyekiti wake Steven Nguto na katibu wa kamati hiyo Almasi Kasongo, hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuivunja kamati hiyo na kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga kote duniani kuendelea kuwa watulivu, wakati uongozi ukiendelea na taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati za kudai haki yetu zikiendelea. Imetolewa na kamati ya utendaji Young African Sport Club tarehe tisa ya mwezi wa tatu mwaka 2025. Sasa, ikiwa ni baada ya taarifa hiyo kutolewa, kuna taarifa ambayo pia imekuwa ikizunguka sana kupitia mtandao wa Twitter kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo inatarajiwa kuja kupangwa hivi karibuni, ingawa Yanga amesema hawatoshiriki. Ngoja ni kusomea taarifa hii ambayo imekuwa ikizunguka toka majira ya jana. Taarifa hii ilitolewa na bwana mmoja kupitia mtandao X, yaani Twitter, ikisema ya kwamba hiyo mechi ijayo mtawekewa mgeni rasmi ambaye hamwezi kugomea mechi. Akili mtu wangu, haya <laughs> bwana huyu bwana George Job ya ameweza kuonesha hisia zake na kusema kwamba hiyo mechi mkiletoa huyo mgeni rasmi hamtokataa wala hamtoacha kwenda wala hamtogomea. Hapo ilikuwa ni dhahiri kwamba ameweza kuilenga Yanga baada ya kutoa taarifa hiyo ya jana ambayo wameweza kuitoa kupitia peji zao za mitandao yao, klabu hii ya Yanga kusema kwamba hata kama bodi ya ligi kuu kija kupanga tarehe yote ile, basi wao hawatoshiriki shiriki katika mchezo huo tena, zaidi zaidi wape, wapewe Point tatu kwao sasa. Nilikuwa naangalia kupitia comment section, watu waka wanasema kwamba na mgeni rasmi atakuwa ni rais wetu mheshimiwa Samia Suluhu Hassan mama Samia. Je, Yanga wataweza kumgomea, yaani kwamba wasuzurie mechi afu mgeni rasmi ndo rais Samia Suluhu Hassan? <laughs> Hii imenichekesha kweli kweli. Sasa baada ya hayo yote klabu ya Yanga majira ya jana pia ilikuwa inafanya chokochoko ikienda katika viwanja vya Simba huko Bunju, Mo Bunju Arena, ambapo ndo kinajengwa kiwanja cha Simba. Walienda pamoja na gari lao wakitaka mechi ichezwe, lakini nyuma gari yao waliweza kuchapisha bango ambalo lilikuwa linasomeka kwamba tunamtafuta mai wetu. Lakini hiyo pia alikamwa akaenda kuposti kupitia peji yake ya Instagram, akaandika kwamba tunamtafuta mai wetu, lakini caption yake akaanza kusema kwamba atakempata kuna zawadi nono, kwa hii mechi imekuwa na mvuto wa kinamna yake, na hii ni kutokana na vitu ambavyo vinaendelea, visa mbalimbali mbali kwa, kwa maafisa habari pamoja na wadau mbalimbali wa soka wamezungumzia sana kuhusiana na hii dabi ambayo iliahirishwa. Je, kipi ambacho kitenda kufanyika baada ya hapa? Toa maoni yako hapo chini wewe kama mdau namba moja wa soka. Mimi naitwa daudax_drizzy. Hii hapa ni Dax Media. Ukisubscribe ndio unakuwa mwanafamilia wetu ili uweze kupata habari mbali, mbalimbali ambapo pia tutakujulisha baada ya tare ya tarehe ya Mchezo huu kupangwa hapa hapa Dax Media.